Ikiwa michezo imekuwa ni miongoni mwa tamaduni ambazo zinaendelea haswa katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino, leo ni tamati ya michuano ya SAUTSO Cup ambayo ilikuwa inaendelea. Leo fainali iliyokutanisha Defense Department pamoja na PR Department na hiyo mchana hiyo umetamatika kwa PR kuibuka kwa ushindi wa bao moja na kwa sifuri na na kujihakikishia kuchukua ubingwa wa SAUTSO Cup. Leo na baada ya mchezo huu kutamatika, tunaanza kuzungumza na ma team captain kutoka timu zote mbili, lakini pia makocha wakizungumzia juu ya mchezo furaha, na hali nzima ya mchezo pasikoneo kwa siku leo. Bakari Hassani, kocha wa wa, wa Bamsi Cup. Mashindano yalikuwa vizuri. Malipo alikuwa poa sana kikienda vizuri, kitu ambacho penalti imepoteza mchezo wa kuwa upande wetu. Ukifanya makosa amepata penalti kazajiona na kufunga. Kwahiyo nachopenda kuambia vijana wangu, alitakii kuwa na tamaa. Kuna mashindano ya kuja mbeleni, tufanye mazoezi vizuri, tunaweza kuwashiku kile ambacho tunakitaka.

Pia yes, tunamshukuru Mungu, tumepata matokeo mazuri na tumeenda kufujikia ushindi mashindano. Kiujumla, mashindano yalikuwa magumu, ukizingatia kila timu ilikuwa inajipanga kwa wakati wake. Kwa hiyo tumejipanga, na mpaka sasa hivi tumefika hatua hii ya fainali, nakaa kuchukua kombe. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Tena tunajipanga maandalizi mengine kwa ajili ya kombe lijalo <laughs> <laughs> Bwana waambie wali wale waje wale wali wao kutoka katika viunga vya Raila Odinga hapa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Mimi ni Haji Hasani na hii ni SAUT Digital.